Ah, Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa, ndugu zangu watumishi wa Bwana, wachungaji ah, watu waliobarikiwa, majemadari, wachungaji, maskofu wote, marafiki wa Yesu, ningependa kuwasalimu kwa, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo nimekuja kwako na kimizo moja tu, ambalo ningependa nikuambie, ili uwe na moyo wa kujua kwamba Bwana anakupenda. Basi leo bila kupoteza muda, naomba tuzame kwenye maandiko yetu matakatifu. Injili ni ya Yohana, Yohana sura ya tano, unaweza ukaanza na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi. Hizo mistari zitaweza kukupendeza sana, nitaweza kukubondea juju ya ja kwamba hapa kwenye kijiji fulani kule mjini Yerusalemu, Yesu akawa anapita pita, kuna sehemu fulani katika eneo la Wayahudi, kulikuwa na birika fulani kubwa sana, ambayo ilikuwa kila wakati ilikuwa ikichemka maji, na hayo maji yalikuwa yakitiliwa nguvu na malaika kutoka mbinguni. Watu walikuwa wanazama katika ile maji ili wapate uponyaji. Wakati mmoja Yesu akawa anapita akawaona watu wamepanga laini, wagonjwa tabaka mbalimbali waliweza kupanga laini kwa ajili ya kupokea uponyaji, lakini baada yake, tunakuja kuangalia hapa, tunakuja kuona ya kwamba maji yamechemka, mgonjwa wa kwanza anaingia, anapokea uponyaji, wengine vilevile vile. Lakini kuna mmoja ambaye alishindwa, maana alikuwa mchovu sana, alikuwa amepooza miaka mingi, alikuwa ameumia zaidi ya miaka thelathini na nane bila kuamka. Yesu alipomwona alimhurumia sana akajawa na huruma, akamuuliza, na kwa nini huwezi kufiki kufikiria hiyo maji? Akamwambia, hapana, ninapojaribu nashindwa, nakosa kuelewa. Yesu alimwambia, nyanyuka, uchukue godoro lako uondoke. Maana muda wote alipokuwa wakijaribu kuingia majini wengi walikuwa namtangulia. Basi tambo ya kwamba siku zote unaweza ukataka kufanikiwa, lakini hufanikiwe. Unahitaji baraka, unaziona lakini huwezi kuzifikia. Unahitaji ndoa unaiona, lakini huwezi kufanikiwa. Kuna vitu vingi ambazo unazihitaji katika maisha yako, unaziona, lakini huna uwezo wa kuzifikiria. Nataka nikwambie kwamba tupe, kuanzia sasa, mwite Yehova akutie nguvu, akuongoze kuwa na imani ya kutosha. Leo unaenda kupata barikiwa sana, na uwe na imani ya kutosha. Shalom.